Kizu wangu wa siku ya leo Priscilla Mwangi, akiwa kwenye meza ya lugha ya ishara. Tazama taarifa zetu moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook na pale TikTok na pale YouTube, tupo mbashara kukujuza haya yanayojiri. Karibu ni kufahamishe nilionayo siku ya leo. Rais William Ruto ameweka bayana kuwa uchumi wa Kenya umeimarika tangu aingie mamlakani miaka mitatu iliyopita, akibaini kuwa hadi kufikia sasa gharama ya bidhaa za kimsingi zimeshuka ikiwemo unga, anaosema bei yake imeshuka kutoka shilingi mia mbili hamsini hadi shilingi mia moja thelathini Akizungumza wakati wa kutoa hotuba yake ya kitaifa bungeni, Rais ameongeza kuwa iwapo mataifa mengine yamenawiri atahakikisha kuwa Kenya inapanda hadi katika hadhi ya mataifa bora ulimwenguni. Zablon Macharia na taarifa hiyo. Katika hotuba ya Rais William Ruto kwenye bunge la kitaifa, ameweka bayana kuwa amekuwa akitimiza ahadi alizowaahidi Wakenya tangu wengi mamla ya mamlakani miaka mitatu iliyopita, akiongeza kuwa atahakikisha hadhi ya taifa la Kenya imepanda. The evidence is clear. Evidence of promises made and promises kept. In just three years.

Can be done. Wakati huo huo amebaini kuwa uchumi wa Kenya umeimarika kwani umefanya juhudi za kushusha gharama za bidhaa mbalimbali ikiwemo unga, akisisitiza kuwa haya yote yamefanikishwa na kushusha gharama ya kilimo na ambayo imechangia mavuno mengi.

Aidha, Rais Ruto amesema kuwa miaka mitatu iliyopita Kenya ilishikilia nafasi ya nane kwa kuwa na uchumi bora barani Afrika, lakini kufikia sasa uchumi wa Kenya umeimarika na kuiweka katika nafasi ya sita barani Afrika ranked the eighth largest economy in Africa with a GDP of 115 billion US dollars. Today, our GDP has increased to 136 billion dollars, moving us up to become the sixth largest economy on the continent according to IMF. Lakini swali ni je, kama mkenya unahisi iwapo uchumi wa Kenya umeimarika au la? Zablon Macharia, Undugu TV.